Na mtazamaji, turejee na taarifa ambayo imekuwa midomoni mwa wengi hata katika mitandao ya kijamii, na tumeipa kipaumbele ni kwa ntoto ya wanafunzi wa shule ya upili ya wasichana ya Butere ilikosa kutimia baada ya kukosa fursa ya kuonyesha vipaji vyao katika tamasha la kitaifa Nakuru. mnamo wakili wa, na wanafunzi wa, wa, wa zamani wa shule hiyo alikuwa mwigizaji mkuu katika tata ya of Doom ambayo ilipigwa marufuku na serikali baada. Sasa, marufuku ya majuzi ana hofu kwamba baadhi ya waigizaji chupukizi huenda wasipate tena nafasi ya kung'aa jukwani. Alizungumza na mwanahabari wetu Ben Kiroi. yes! are are very Stop. Stop. Are yes! Miaka kumi na miwili iliyopita Anifa Mango aliigiza kama wamaidha katika tamthilia tata ya Shackles of Doom iliyoandikwa na aliyekuwa katibu mkuu wa UDA Cleophas Malala. tamthilia hiyo ilikumbana na upinzani mkubwa kutokana na maudhui yake tatanishi kabla ya kuruhusiwa kuonyeshwa jukwani. <coughs> Tulikuwa kama wageni waheshimiwa, kila mtu anataka kuona hii play ya Shackles of Doom. Yeah. Hawa ni kina nani? Sasa akiwa wakili, Mango anajikuta tena katikati ya sakata kama hilo, safari hii si kama mwigizaji bali kama mpigania haki. Shule yake ya zamani Butere Girls High School ilizuiwa kuigiza tamthilia ya Echoes of War katika tamasha ya kitaifa ya drama na filamu jijini Nakuru. Mm-hmm. Mm. Licha ya kubatilishwa kwa marufuku hiyo ya awali, tamthilia hiyo haikuonyeshwa. Mango anasema serikali iliingilia kati tena na kuwanyima wanafunzi fursa ya kueleza vipaji vyao kupitia sanaa. kuwanyima hawa haki yao ni kuwavunja roho, unaona walivunjika roho sana. Serikali imedai kuwa tamthilia hiyo ilibeba itikadi potovu za kisiasa, kauli ambayo Mango anaipinga vikali. Anaitumu serikali kwa kuwatumia wanafunzi hao kama chambo cha kisiasa cha kumwadhibu mtunzi wa tamthilia hiyo Kleofas Malala. Kwa Mango, kutokuwepo kwao katika mashindano ya kitaifa si tu ishara, bali ni pengo kubwa ambalo serikali inapaswa kuwajibikia. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.